Msiona tv na msiona redio nyumbani, hali ni chafu, hali ni mbaya sana. Huu ni muda ambao wakristo wote Tanzania tunatakiwa kuungana, tuombe Mungu sana. Kuna saa inakuja, hii hali ya kupuuzia ratiba ya maombi, unapoenda kulima kahawa, hiyo kahawa hautaipalilia. Kuna saa inakuja, hiyo kahawa utaikimbia anasema kwenye mitandao anasema kanisa lenye haki, hii ndiyo saa yake kudhibitika Tanzania. Hii ndiyo saa ya wakristo wa, wa kweli kuthibitisha uwepo wa Mungu ndani ya taifa hili. Hii ndiyo saa ambayo tunatakiwa tuonyeshe kwamba Mungu tuliye naye yuko hai na anaishi, vitu vyetu vibaki salama Tanzania. Ndugu zetu Dar es Salaam, tunaenda kulima maharage tu peke yake, mpaka Alhamisi tuje tuomboleze kwa ajili ya taifa la Mungu, tuje tuseme na Mungu ili kusudi ibada kama hizi ziendelee kufanyika. Mtu aelewi vita ikija, tutafanya ibada kama hivi, tutamisi ibada, haitawezekana vita ikija. Kwa hiyo kanisa la Mungu ni wasisa ni wasisa na ya kushughulika nayo katika ya ulimwengu wa roho. Kanisa la Bwana, haleluya! Niliuma sana mchungaji mmoja, na yeye ameacha kanisa huko Dar es Salaam. anakimbia na misafara. Hey, ninaona yani kuna watu roho inauma. Ni sisi sasa tunapita, so mwaka mchungaji mzima na kanisa lako kubwa